Okay, tunaendelea, watazamaji wa Monika TV, muda si mrefu. Tunaendelea, tulianza na kipindi chetu, na hivi tunaendelea na hapa, tumepata nafasi tena kuanza kuongea na mtumishi mwingine. Tuko naye hapa, atajitambulisha majina yake na yeye ni nani, alafu tutamuoji mawili matatu ili tumwache na yeye aendelee na shughuli zake. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi. Amina. Tunahitaji kujua majina yako? Ndiyo, mimi kwa majina naitwa Bwami Ozias mm -hmm. Mm -hmm. Ah, katika huduma hii ya Mungu wewe una huduma gani kwa mfano? Eh, mimi ni mchungaji. Mchungaji mm -hmm. na hudumu katika kanisa eh, la Kipentekoste pale Trois-Rivières. Amen. Ya, niko mchungaji mm -hmm. pamoja na wachungaji wengine ambao tunashirikiana pale mm -hmm. kwa huduma ya Bwana. Okay. Yeah. Mweza kumsikia watazamaji wa Monica TV, naye ni na mtumishi wa Mungu ni, ni mchungaji. Ah, mtumishi, sisi leo hatuko Trois-Rivières. Na mimi siko, eh, siko Sherbrooke, tuko hapa Drummondville. Unaweza kaambia watazamaji hapa Drummondville kuna nini ambayo kimetufanya sisi sote tufike mahali hapa, eh, hapa Drummondville kama vile mm -hmm. disuri yetu mm -hmm. makanisa za Kipentekoste ilionekana ya kwamba tulikaa pamoja mm -hmm. maono ilimjia mtumishi wa Bwana mm -hmm. e, ambaye ni Pasta Rene Misae, na ndiye mchungaji tunatumika naye kama vile kiongozi wetu mm -hmm. na basi akapata hiyo maono akaonyesha huduma mm -hmm. ya maombi huko Kanada. mm -hmm. katika huduma hiyo ya maombi, basi ikakusanya makanisa ambazo zaidi sana wa i sisi wa Afrika ndio tuko humo sana. Okay. lakini alina mipaka Mhm. hata -hmm. wazungu wakipenda wanaweza kuja yaani ni mm -hmm. muungano muungano wa waombaji wa Kanada inaitwa Grup Intercesseur du Canada, ina maana ni kama vile huduma ni ministeri ya waombaji. Sasa ministere ya waombaji inachukua makanisa mengi sana mm -hmm. na ndo sasa wa, makanisa ndo wanamemba pamoja na watu binafsi okay. ndo wanafanyili wana kundi la huduma ya waombaji waombaji ku Kanada yaani hapa tuko hapa Drummondville kwa ajili ah, ya mkutano, mkutano mwezi huu kwa tarehe za leo ilikuwa ni hapa Drummondville. Ni kama vile mlisikia kwamba tena mwezi wa tano tutakuwa Montreal, na maana ni mkutano ambao tunahamishamisha kuli ah, kwenye okay, vituo vya huduma hii ya you... wana maombi. Na kwenye hiyo vituo vya maombi viko kwenye kila sekta ambapo kuna, kuna ze, kanisa au ndio ina maana kwenye kuwa kanisa ili kanisa ni wana wanamemba, mm -hmm. ambao na watu wenye kuwa pale wa baba wa mama wa umini mm -hmm ni wana maombi, ndio maana sasa tunawachangamana pale. Sawa sawa. Watazamaji, mm. wa Monica Tv Simo, tumeweza ya. kushukuru sana humo. hapa tuna mtumishi hapa na kama mnavyoona watu hivyo ndio hapo wameanza kuagana, tumemaliza mkutano wetu tunaanza kuondoka sasa na, mtumishi mimi ni sikuchoshe sana, maana kuna kazi zingine hmm. unahitajika kufanya ndani. Tunaweza tu katuambia neno moja kwa watazamaji ambao nao ungependa siku moja mpate kujumuika nao katika umoja wa maombi? Eh, mimi kitu ambacho niweza nikasema ni kwamba mm -hmm. tunajua kwanza, sisi kama vile Wakristo mm -hmm. eh, wapentekoste pia mm -hmm. tunajua kwamba siku moja ulimwengu na mwisho, okay. siku moja ulimwengu na mwisho, na kutakuwa ujio wa Kristo ambao kuja kulichukua kanisa, na siku moja tuishi katika ule ufalme mm -hmm. wa Bwana wa milele amen. Kitu ambacho niweza nikaambia watu ni kwamba kuchangamana na wengine katika huduma kama hizi za maombi, mm -hmm. njia pekee ambayo tumewekewa na Mungu, mawasiliano na Mungu ni kupitia maombi. Amena. Na mm -hmm. kupitia maombi na hata majibu yetu yanajibiwa kupitia maombi. Kama vile mhubiri leo amesema mm -hmm. yakama inabidi watu wapande viwango mm -hmm. wawe katika hali ya kuomba na kufunga. Tatufanya mm -hmm. tuwe na viwango kubwa katika maisha ya kiroho. Mimi inaweza nikaambia watu ya kwamba watu wajiunge na kundi la waombaji wa Kanada. Amen. Kwa sababu litatusaidia sisi kuishi katika maisha ya kiroho, litatusaidia kuishi katika unyenyekevu. Unajua hata familia zetu huko leo tuliko mm -hmm. watu kama wanaambatana na neno la Mungu, unakuta wanaishi tofauti na wengine watu kabisa mm -hmm. kwa hiyo watu waki, waki, wakiishi kiroho mm -hmm. ni watu ambao wana hofu ya Mungu sana watu ambao wanajua jinsi gani hata hmm. kumudu maisha yao itakuwa tofauti. Unaona watu wengi wanakuja haribika huko, kwa sababu washiriki mambo ya kijamii ni shida. Kwa hiyo inabidi tuendelee kuambia wenzetu ya kwamba waje wajiunge na makanisa pale walipo, hmm. na maana hivi nasema kila mmoja pale alipo, pale kwenye yupo, angalieni kanisa gani liko pale, ajiunge na kanisa lile, hmm. siku moja kikundi cha maombi kitawafikia, na naamini kwamba tutakuwa tuko pamoja, yaani hmm. tuingie katika kumjua, kumpenda na kumtumikia Kristo ni kitu cha muhimu sana. Ndio jumbe sema kwa watu huku Ulaya ambako tuliko, America du Nord, Quebec na Canada wote kwa, kwa jumla na hata zingine inch nchiwatu wapo na maana wajue Mungu na watumtumikie Mungu ni jambo la muhimu sana kwetu. Amen, hiyo ndio ndio kwa kile ujumbe Tunashukuru sana watazamaji wa Monika TV. Kama unavyoona hali yenyewe kuna kibaridi, lakini kwa sababu ya kazi ya Mungu tumejitoa kufanya hivyo. Lakini mtumishi amekuwa wazi kabisa, ameweza kuambia wewe ambao una kanisa unakaa nyumbani, amekwambia angalia mahali pa ukaribu, kuna nyumba, kuna sehemu yoyote ya ya, ya ya, ibada, nenda mahali hapo. Siku moja na wenyewe watakuja hapo, na wewe utaambatana na wao kwenye kikosi hiki cha mahombi. Hiki ni kikosi cha zimamoto ya ulimwengu wa Roho. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kwa muda wako. Asante, kwa wakati mwingine, asante kwa muda wako. Mbarikiwe sana, amen, amen.